Mashaallah, mashaallah, hiyo ni sehemu ambayo vita vya Badri vilitokea katika sehemu hiyo, baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka na masahaba wake takriban mia tatu na kumi na nne, katika riwaya mia tatu na kumi na saba, katika riwaya ya mia tatu na kumi na tisa, masahaba wachache tu walitoka kwa ajili ya kuvamia msafara uliokuwa unatoka Syria unakwenda zake Maka. Na huu msafara ulikuwa umebeba mali nyingi sana, na hizi mali zilikuwa mali za Waislamu ambazo waliondoka Maka zikavamiwa na kuchukuliwa kwa nguvu na makafiri. Utakumbuka katika sira makafiri walikuwa wakiwazuia Waislamu kutoka Maka kwenda Madina na mali zao ndio, ukitaka kutoka acha kila kitu chako hapa. Kwa hiyo zile mali zote walizichukua, wakawa nataka kuzifanyia biashara. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata habari kwamba anatoka siri ya makafiri, akaonyanyua na masahaba zake wachache, mia tatu na kumi na tatu au kumi na tisa, kuna saba riwaya zimekuja hivyo, lakini idadi sio zidi mia tatu ishirini. Wakawa ni wenye kwenda kukamata huu msafara lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakadiria, haikuwa tena kwenda kuchukua kukamata msafara, ikawa ni vita. Wa makafiri walikuwa watu wanaongozwa na Abu Sufyan. Na Abu Jahl alipopata habari kwamba Muhammad anafuatilia msafara, akatoka naye Maka, akaja akaungana na Abu Sufyan, wakawa makafiri watu alfu moja takriban. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja kupambana nao katika sehemu hizi, na vita vikatokea hapo. Hivi vita vilitokea mwezi kumi na saba wa Ramadhan kama leo, ambako huko wenzetu wenze wapo tarehe ni kama hiyo, na viliitwa vita vya al-Furqan, yaumal taqal jam'aan. Sababu mtume alimwomba Mola wake sana, akamwambia Rabb, kikiangamizwa kikundi hiki, kipote hiki basi hakuna wa kukuabudu kwa sababu wote ndo hawa, anjiz li wa'daka alladhi wa'adtani ya rabbi ya rabbi, nipe nipe kile ulichoniahidi kwamba nitashinda nitapata ushindi. Na ndipo alipoambiwa Mtume usiwe na wasiwasi, akateremshiwa malaika ambao walikuwa wakiwasaidia Waislamu katika hiyo sehemu yote. Ndio maana uh, watu wa Badri wakawa watu watukufu sana navita wakashinda na wakarudi na ushindi mkubwa. Makafiri waliuawa takriban sebiini na moja. Vigogo waliouawa katika makafiri ni Abu Jahal na wenzake wengi katika sehemu hiyo. Ongereni sana kwa kutembelea sehemu hizo na kuweza kujua matayasara katika historia yetu kubwa, hususan ni leo hasa kwa uko Saudia, pahala mlipofika, tukio limetokea siku ya leo kabisa mwezi kumi na saba na ni sehemu ambayo hiyo vita iliipa nguvu sana Uislamu. Baada ya hapo, makafiri hawakuthubutu kuuchokoza Uislamu wala kumchokoza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala kumchukulia rahisi. Katika matukio kama hayo Mwenyezi Mungu, insha Allah wafanyie wepesi na mambo mengine mpaka kurudi hao ndio mashahidi wa Badri wali waliokufa wote katika hivyo vita. Na hivyo vita vilianza kwa mubaraza, mubaraza kati ya watatu kwa watatu kutoka kwa waislam akina Hamza na Ali ibn abi talib na Ubaida, ibn al-Harith ambao ni jamaa wa bwana mtume Muhammad, sallallahu alaihi wasallam takriban wote na makafiri kutoka Utba na Shaiba na Alwalid, na hapo ndipo cheche ya vita ilipoanza na kwa hakika Waislamu walishinda. Mwenyezi Mungu anasema, wala qad nasarakum Allahu bibadrin wa antum adhilla fattaqullaha la'allakum tashkurun, mpaka mwisho wa ayat, kwamba nasifu Mwenyezi Mungu namna gani amewanusuru waja wake katika vita vya Badr na walikuwa wachache, lakini kwa msaada wa Allah na kuwaletea malaika baada ya mtume kumuomba sana. Anasema, tulimuona mtume anaomba dua mpaka burda yake inadondoka mpaka Abu Bakari anamwambia Rasulullah Mola wako atakuitikia. Wapo wengi ambao wamefariki katika mashahidi waliozikwa hapo katika huo uzio uzio. Eh, majina yao eh, ni katika hao, yupo aakil, yupo Aqil ibn al-Bukair, yupo Ubayd ibn al-Harith tuliyomtaja ambaye alikuwa ni mmoja katika mubarizin, Sa'id ibn Khaythama, Mubashir ibn al-Mundhir, Haritha ibn Suraqah, Rafi ibn al-Ma'alla, Umayr ibn al-Humam wote hao wamefariki au mezikwa hapo Muawadh ibn al-Haritha na wengineo wengi katika watu wa Badri, na hao wana siri kubwa na ndio maana katika historia ukisoma heshima yao ni kubwa sana. Mtume wakati mwingine aliwaambia, la alla llah tal ala ahli badr faqala fa'alu wasna'u ma shi'tum faqad ghafartu lakum, huenda Mwenyezi Mungu amewatizama kwa jicho la lengine kabisa, akawambia nendeni, nimewasamehe makosa yenu. Watu wakubwa sana waliolala hapo, kwa sababu waliunusuru Uislamu katika hali ngumu, hali nzito, na wakashinda. Mwenyezi Mungu atukusanye pamoja nao siku ya Kiyama kama alivyoahidi Allah, ma'an nabiyyin washuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa.